Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya wadau na wana mitandao wa hapa Tanzania, huyu hapa si mwingine bali ni Mwijaku. Mwijaku bwana ameamua kuposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, baada ya habari kusambaa huko mitandaoni zikiwa zinamuhusu mrembo ambaye ni mwigizaji pia hapa Tanzania. Mrembo huyu anafahamika kwa jina la Nana Dollz bwana. Nana Nana Dollz amekuwa akitrend sana, na sababu kubwa ambayo imemfanya Nana Dollz ya trend huko mitandaoni ni, ni issue ya yeye kuwa ni mmiliki wa ghorofa hapa town yani, amejenga na amejenga moja kati ya ghorofa kubwa tu nzuri na lina space eh, e, bwana ukilinganisha na vile vitu ambavyo uwaga na anavizungumza Aristotle, basi hili ghorofa la Nana Dollz bwana liko na space. Umeona bwana eh? Kwa hiyo mrembo huyu bwana amelionyesha hili jengo lake hivi karibuni, na of course liko complete kwa ajili ya kuhamia, na ni moja kati ya vitu ambavyo vimewaacha watu wengi sana mdomo wazi kuona kwamba binti mdogo tu wa kike kama huyu tayari yuko na gorofa kama hivi. Umeona bwana. Kwa hiyo watu wanajiuliza, maswali yamekuwa ni mengi, watu wakiwa wanahisi kwamba labda ana sponsor au vipi, lakini mwenyewe wa ameshawadhihirishia watu kwamba ni jengo ambalo amelijenga yeye mwenyewe kwa hey, mwenye kujimeki. Hmm. natunza anatunza elfu kumi elfu kumi mambo yakawa hivi. Sasa Mwijaku bwana amekuja kumpongeza hapa na Dollz akiwa Mwijaku pia ni mmoja kati ya wamiliki wa, wa magorofa hapa town. Mwijaku ameandika kwa kwamba I'm so proud of you. hmm. Najua ugumu wa kujenga gorofa. Wanaosema umejengewa waambie kama ni rahisi na wao pia wakajengewe pumbavu zao wote. All in all, you made it. Hala. Ameandika hivyo Mwijaku, akasema kwamba bwana, kwenye, kwenye grupu letu la wamiliki hii kwenye caption sasa Mwijaku amekuja ameandika kwamba kwenye grupu letu la wamiliki wa magorofa Dar es Salaam huku tupo, eh, tupo tunao tunaolala juu na, ku, na kuunga sasa hivi Nana Dollz, alafu akamalizia hapo kuandika hala. So Nana Dollz mwenyewe amekuja hapa amecomment ameonyesha kwamba anashukuru kwa maneno hayo ambayo Mwijaku ameyazungumza. So ukiwa kama mdau, una kipi cha kuzungumza kusiana na hii, weka maoni yako hapo chini katika comment section, toka tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.